Avieta, rusha ndege ushinde wapi utatua, uamuzi ni wako Avieta. inapatikana kupitia Pmbet.co.tz. Sana ukifanya content na kwa TikTok ulikuwa namba moja kabisa hiyo haipindiki. Sasa hivi kwa namna kama umekuwa huna usiri ule kama, kama kipindi kile. Sijajua kuna jambo gani au mafanikio amekufanya sasa hivi utulie na kula mafao yako? Uh, pana, siwezi kusema na kula mafao ila um kuna vitu vikubwa vinakuja. Plus, kwa upande wa content creation kwa Tanzania na the way my ideology na vile nimesafiri safiri na nimekutana na content creators tofauti tofauti, I think kuna vitu vikubwa ambavyo vitakuja ambavyo vitakuwa ni tofauti na content creators wa sasa hivi. Wengi, most of them wanafanya to for the love kwa sababu maybe hawapati uh, pay na nini, lakini sisi tunapata pay na we have been there. So we know the drill, we know kila kitu kinachoendelea in and out. Ya yeah, kwa hiyo sione kama nimetulia, sijatulia kiivo na chola, na pia nimewapa nafasi kidogo content creators wapi ambao wanakuja. Mm, this is their time, hata kama wanafanya for free, wanafanya bure nini, thing itafika pia muda wao pia na watalipwa na watapata hizo, um, brands za kufanya nazo kazi na watasafiri, tutakutana na content creators wengine ambao ni international na vitu kama hivyo, so, yeah. Wanashangaza wanavyonaambia wanafanya hawalipi, wakati nikiangalia sasa hivi wasanii wengi wanaotumia content creator. Hata juzi tu hapa nimeona Mario anaenda kuwatembelea baadhi ya content creator, wanacheza game na nini, kwamba n hawalipi. Ukweli kabisa, ah, hawalipi, honestly speaking, ukweli kabisa. ah, hawalipi mwanangu eh? hawalipi. Hawalipi. Ukweli ni kwamba hawalipi, sawa. Most of the content creators na comedians na wanapata pesa kwenye michongo yao michongo yao ambayo wanaifanya lakini, just yes, kusupporti msanii ni for the love, kwa sababu ni familia pia. Msanii kama unavua, kama anavokupush kukupa, eh, endorsement na hiyo awareness na nini kwamba, kidogo upo naye nini, highlights zile, same as na wewe pia unamtumia Unamtumia yeye na yeye anakutumia wewe. Kwa I don't think kwenye payments zani, aje TikTok, aje content creators aonyeshe hela, kwamba bana mimi hapa ukiacha kutunzwa labda na kutunzwa labda kwenye harusi, ama kutunzwa kwenye birthday, nimelipwa eh, kiasi kadhaa, milioni kadhaa, eh, nifanye jambo la msanii fulani liende, hapana. And hivyo, uh, lakini kwa sababu pia ni familia wetu, tunashow love pia. Show love pia sio mbaya kwa sababu pia tunatumia nyimbo zao kwenda mjini kutrend na vitu kama hivyo. So It's a win win, sisemei kwamba it's it's not a win, it's a win win win both kwa content creators ama comedians na pia kwa wasanii wenyewe yes, sio yeah, kwa so kwa faida, ila tunafanya kwa kusupportiana as okay, yeah familia, nikupongeze. Hey, nice. Uh, kama alivyozungumza mwanzangu mameni hapa uh, Kuhalo miongoni mwa Watanzania ambao TikTok umefanya watu wakaipenda na wakaweza a kuifanya vijana wengi, kitu ambacho watu wanazungumza wanasema kwamba TikTok wengi wa sasa hivi wanafanya kile ambacho kimefanyika way back, hawabadiliki sasa? liko wapi sasa uh, sizani, sizani kama hiyo ni kweli sana kwa sababu nimeona sura mpya, naona sura mpya nyingi, nyingi sana nyingi sana. Most, like I think hata asilimia 80 ambao nimewashauri naona wana deal na, na vitu ambavyo nimewashauri kwa hiyo naona vipaji vingi, naona utofauti, naona uh, watu wanajaribu kufanya content zaidi ambazo zina, zina, zina maudhui ya kutokuwa na sauti ambazo zinatufanya, zinatupeleka mjini, zinatupa pia awareness. Kuna kina zero brainer wanachukua matuzo na vitu kama hivyo, yeah. They are doing something different. Maana pia tunajaribu kuonekana tulikuwa tuna niche. Sidhani kwa, kwa ma tiktokers, I think hii kitu hawajui, nakupa hiyo kitu kwamba yeah. Tulikuwa ha, tulikuwa hatuna niche ya Tanzania TikTok ulikuwa ukisearch hamna kitu kama hicho lakini sasa yeah. Hivi hadi TikTok wenyewe wanakupushia notification, nakupa Tanzania TikTok ukiacha na kubaniwa nini na kufungiwa fungiwa nini, mpaka ma VPN manini tutumie. Lakini ina maana TikTok tayari wamesha wamesha tutambua. Hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu content creators wanakuja tofauti. Kuna wa madogo wanafanya content za za, za za za za, kuchekesha same time kama kuigiza which is good. Umeona hawana hawana follows. Ila wana engagement. Elewa hiyo tofauti, kuna kitu, kuna followers, unaweza kuwa na numbers ya, ya, ya followers lakini engagement kai imeshuka. Engagement unapana kushuka, lakini wao hawana followers, lakini wana engagement. Na wako wengi sana. Especially on Instagram, they are doing very good. Wanajaribu kupeleka maudhui ya kimtandao na kufikisha ujumbe fulani hmm. Japokuwa kuna kaubano bano, kuna ubanano lakini wanajaribu pia kufikisha maudhui. So they are doing good. Unasema unasema ukiona TikToker amekomaa sana kwa sababu wanatafuta madem. Ile ile, ile ile perception hiyo kwa watu kwenye jamii imejengwa sana. Wazani kwa sababu gani? Mademu ukisema neno maana kwa wanaume. Okay. Sasa <laughs> kwa men okay, kwa wanaume kwa wanaume okay, obviously, yani hey, hiyo mademu ni muhimu, ni lazima. Ma TikTok kuna TikTok ambaye atafuti mademu, unatafuta mademu <laughs> <laughs> na ni kazi yako <laughs> lakini yeah. Um, nachoka mimi hey. Yeah, uh, sizani kwa sasa hivi, kwa zamani naweza nikasema kweli alikuwa anatafuta mademu. Sasa hivi Trust me, kwa sasa hivi comedians na ma TikTokers wengi wanajaribu pia kuingia kwenye YouTube hey. Wameona YouTube nini, TikTok ina hela. Wanaona kuna hela sana kwa wanajir, wanajaribu kwanajaribu kudili umo mfano hey. sawa hey. mfano nikupe labda Zamani kulikuwa na walamba lipsi sana yeah. Wengi, lakini sasa hivi walamba lipsi wamepungua. Sasa hivi kuna hadi wakina King Pusi huko amekomana yeah, na TikTok amekomana na YouTube yeah. Mtu anakula vumbi anakula yeah, masizi. Yeah. Kama wewe mtu anakula masizi anatafuta mademu. Huyu yeah. ameshajua anataka nini? yeah. anataka nini? Na they they they are are are doing doing the best na they are doing good wanafanya vizuri na wanaenda kufanya vizuri. Kwa hiyo ah, mwanangu mpunga kwanza mademu hapo tu. Hivi yeah. yeah. vilimalizana vyema na na Mrs. Energy, Mrs. Energy tulimaizana vema. I don't know, siku hizi anafanya nini kwa sababu pia tulianza wote mziki lakini, naye siku hizi naona simsikii. Kwa sababu sitakuzungumzia sana kwa pande yake, kwa sababu unaona kama amepotea fulani hivi. Yeah, hiv ya ja siwezi kusema ni Felio tanigombanishe, yeah. <laughs> lakini bwana jeusi amepotea hiyo njia Hiyo ya udj sijaiona ajitahidi kupushi zaidi tutamsapoti, lakini kwenye yeah. mambo ya DJ DJ DJ hapana hapana. Okay, kwa nini? labda kwenye DJ. Ah, I think uh, female DJ oh, oh, ile, kuna ile top, top list ya top A list alafu kuna ile top B list. Top B B list list naona kina baby drama kina nani wao, tuna stick nao, lakini kwa yeye sidhani, yeye top F sasa <laughs> <laughs> <laughs> bado think labda tumpe mwaka huu hapa apushi zaidi. Unahitaji consistency na nini hmm. na pia uchanganye changanye, unaona bwana, kama kina DJ Dadi haa wanaimba kidogo na wana DJ na nini wana dance kidogo so I don't know, laba, maybe, maybe Mrs Energy anaona kwamba, kwa, kwa sababu anajua kucheza na wengi ambao ndi anakuwa madij wanacheza, basi anaona kwamba hata ata, atapita umo lakini I don't think so yeah. Ido ni, ni, ni kweli kwamba wanawake TikTok ndo wanapata fedha nyingi sana kwa uh, sababu ya pia kupata fedha za watu nje kuomba vitu kama hivyo uh, na hela nyingi, ndio maana kama kama vile fano vipitida na bodasi na nini amenunua magari nasikia na nyumba najenga <laughs> sijui. Wanawake kule ndo wanaingiza fedha nyingi sana yeah, kwa wanawake na <laughs> <kwa> wanaume <wanawake, laughs> <kwa wanawame, laughs> yeah I think, I think think wanaongoza ukiacha hao ukiacha o wote wakina Bibitida na nini kwa TikTok, ambaye I think sasa hivi anaongoza kwa hela wakamsach anaitwa yani Pearlizi Pearlizi, waga anafanya live zake za tap tap tap tap follow follow follow follow you you dada, ile mama inaingiza hela sana I think, kwa sasa hivi, kwa kukount TikTok lakini kwa madanga nini ya WhatsApp huku na nini huko, kwa sababu tumeona TikTok, I think wakina Pipitida wanafanya vizuri sana mishahara. Kwa hiyo mikono najionyesha juu, kwa sababu ah, kwa vizuri sana mpaka kina Jenemena huko kina Jenemena, si Jenemena wanatutambua sababu kina Pipitida na kina Vivi Roma basi da oya kateni viuno hivyo nyoa ngoni mpaka atujue, si ndio? Sasa unajua, kwa sababu huko kwa muda mrefu TikTok na hawa watu wameanza pia, nasema wanza nao, na ama walikuja kipindi kile kile so, wameendelea kufanya pia Best King na Kawina, yeah. Ukiambao uchague mmoja hapo, nani bora kwa sasa hivi? yeah. Utamweka nani, uh, Best King na Kawina? mm. Sina, sitaki kuweka upande sana. yeah. Kwa sababu wote ni familia. yeah. Lakini mimi unajua, mimi nimeanza TikTok muda i think hata wote wamenikuta mimi, and and yeah. they they know know what what I'm doing and they know what i did, na wanajua mchango wangu kwa akaunti zao na kwao. Uh, kwa technical, Best King is the best kwa sasa hivi y yeah, Best King is the best. Ukiacha ukiacha uh, vitu vingine Kawina pia anafuata mm -hmm. Yeah, bado yumo hajataka ku, ku give up ama nini, bado yumo anafanya content na anafanya vizuri sana, anafanya biashara zake mm -hmm. He's doing the best. Lakini kwa consistency bana, Pst, Best King, Best King yuko poa sana amesimama wapo. Kwa ufupi, yani unashauri kwamba Kawina akisimamishwa na Best King bora Kawina endelee na uchoraji? Sidhani kwa Tanzania kwa sasa hivi kwa Tanzania no. Sitaki kumsifia Best King, mimi sina upande as nimesema, kwa sababu wote ni familia, lakini kwa Tanzania sidhani kama kuna content creator ambaye anamfikia Best King. Ni vile Best King tu kwa sasa hivi amepotea kidogo, consistency ameipunguza, lakini kwa content creator sidhani kama kuna kuna content creator ambaye anamfikia Best King kwa sasa hivi, unless labda tu kwa, te, kwa kusemea technical kwa sababu hata Kiredio hapana. Unajua, kuna, kuna kuna kuna vlogs na content content creation, you get it, content creation Best King ana fit, unaelewa, but kwa Kiredio sijajua kama hajajitambua bado, but na, kwa, kwa vitu anavyofanya i think he knows what he's doing, lakini yule, he could have been the best, angekuwa the best youtuber wa Tanzania ambaye hakuna mtu ambaye anamfikia. Yeah. Kwa sasa hivi kwa angefanya vlogs, angefanya lives na ange kwa YouTuber mzuri sana sana, lakini kwenye mambo ya content huko ni nini? Zile za script yeah, zile za kufanya na kupigia simu yeah. Hapana, yeah, asingekuwako lakini I think anajichelewesha tu, lakini nani, Kiredio yeah, kashavuka Kiredio, ameshavuka Kiredio, ni one of the iconics the best ana fit kwenye dancing, ana fit kwenye muonekano wa mavazi, ana fit kwenye matangazo, ana fit kwenye creativities ambazo zinaenda na trending ya worldwide trending, ya ile raw amefanya trending tofauti tofauti, trending ya raw. Kiredio atakwambia leo leo, nimeamka asubuhi hapa so naenda nini na milioni mbili, naenda kuiga Mlimani City. Those, hizo ni vlogs za YouTube. Those are not content creation, I would say. Content creation goes with the trend, inategemea unataka na niche gani? Je, niche ya makeup, niche ya mavazi, niche ya muziki, niche ya ku, kucheza, hizo ndo niche ambazo zipo. Niche ya ya, mpira, unaelewa? Yes. angeendelea hivyo hivyo Best King, I think, ningemuona pia angeingizwa kwenye tuzo maybe za fashion na nini. Yes, lakini naona sasa hivi kama nilivyosema, amepoteza nisha amepoteza consistency, ameendekeza ulezi, amendekeza ulezi na kutoboa <laughs> na watoto wawili, shatuwezi kumlaumu kwa sababu kijana <laughs> na familia, hongera sana. yeah. yes sanas yeah. yeah. yeah. lakini pia na, na mrudi kwa Kiredio, aendelee aendelee. Mi namuonea mbali, namuonea kuwa vlogger, namuonea kuwa youtuber Namonea na, na, na wale wa Nigeria ambao wana, wanafanya Streamer. streamers sa nalewa anafanya ambazo wanafanya yeye yeah. yeah. somehow lakini pia ndio doing streaming like I'm sure yeah. kwa good network na na nini nini piaea na maybe could have naanangeeza kuzunguka around na as content anafanya lakini akawa same time ana stream kwa sababu amefika huko ana engagement na nini, yule ni legend.